Kama kila tunaposimama mahali tunapaswa tuzungumze maendeleo ya Mama Samia Suluhu Hassan, maendeleo ye, maendeleo yamefika, maso hayajafika. Tumpigieni makofi Mama Samia. Ndugu viongozi, naomba nizungumze kuhusiana na masuala ya sifa za kiongozi viongozi tumekuwa na tabia ya majungu, tumekuwa na tabia za fitna. Vipindi vya uchaguzi vikifika, naomba nawahusia viongozi wenzao, sifa za majungu na fitna zinaondoa sifa ya kiongozi. Naomba tuwe na upendo, naomba tuwe na mashirikiano, wakati sote tunashirikiana kulinda amani na utulivu tulio nao amani. Oye, oye. Utulivu oye. Oye, lakini kwa vile ni mwanamke, naomba niingie kwenye Jumuiya ya Wanawake, Mheshimiwa Makamu. Jumuiya ya Wanawake wamekuwa wamefanya vizuri sana kipindi cha uandikishaji kupiga kura. Hili ndio jeshi la Mama Samia Suluhu Hassan, wanawake oye. Uongozi wa UWT chini ya mama, Mama Jatanda na Mama Zainabu Shomari oye oh yeah. oh yeah. Viongozi hawa wamefanya kazi kubwa kipindi hicho cha daftari. Wamefika mpaka kwa mabalozi kuhakikisha kwamba wanachama wa Chama cha Mapinduzi wanatoka kwenda kujiandikisha. Lakini hawa hawa viongozi makamu mwenyekiti, watafanya kazi hii kubwa Oktoba siku ya uchaguzi wa kutafuta dola. Niwaombe wanawake wenzangu tufanye kazi hii kubwa. Mama Samia ametuamini sana, Mama Samia anapenda sana wanawake wenziwe, Mama Samia anapenda sana viongozi, Mama Samia anawapenda Watanzania wote, anawapenda watu wanyonge. Naomba tumsapoti Mama Samia kwa asilimia mia moja ili aweze kushika tena dola, aweze kutufanyia mazuri na mazuri na mazuri ambayo yatakuwa zaidi ya haya yaliyokuwepo. Si, si, naomba nimpongeze mheshimiwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kwa ujasiri wake alionao. Nao makamu mwenyekiti amekuwa ni mtu mwenye upendo sana na viongozi. Makamu mwenyekiti amekuwa ni, ni mwalimu wa busara, amekuwa ni mwalimu wa, wa, wa, wa, nani, wa kuhakikisha kwamba Chama cha Mapinduzi kinakuwa mstari wa mbele kuona kwamba chama chao wanakipenda sana. Ameweka ushawishi mkubwa, amejenga mazingira ya kufika mahali na kusikiliza changamoto, nani kama makamu, nani kama makamu. Tupigieni makofi makamu wetu, kila atakayempa kura mama Samia na Dr. Mchimbi, naomba mpunge mkono, punga mkono, punga mkono kwa mama Samia.